Wala mashindano mpate kuwa wana wa Mungu, wasio na lawama wala danganyifu, wasio na ila katika kizazi chenye ukaidi

Familia zetu tutakuwa familia nzuri na maombi, atafika kwenye kiti cha enzi kwa mtukufu wake Mungu, tutaweza kupata li ulizi wetu sio maomba ya hoja. Ulizi wetu ni maombi, maombi. Kama unaona kitu kinaenda, mlango omba na Mungu atatenda.